Hasira za makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche bado ni kubwa sana e, baada ya mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu ku, e, kushtakiwa kwa kesi e, ya uhaini pamoja na makosa mengine matatu, na tumeshuhudia hotuba zake nzito ambazo wamekuwa wakizitoa wa maeneo mbalimbali. Kiera itakumbuka daima na daima hotuba nzito ambayo Tundu amini Eh, makamu mwenyekiti Heche aliitoa, na sasa wanachadema bado wanaendeleza na mapambano, huku wakifanya juhudi za eh, kusimamia shauri lake, lakini tunafahamu Lissu na wakili wake mwingine wa kimataifa Robert Amsterdam ambaye, eh, John Heche alisema kwamba kuanzia Jumatatu kwa maana ya jana uh, kwa wiki hii tayari yataanza mapambano huko uh, Ulaya na ulimwengu mzima kushinikiza ama kumpambania Lissu. Sasa BBC walifanya uchambuzi wa viongozi wengine watano wa mataifa mbalimbali barani Afrika ambao ni wa vyama vya upinzani walioshitakiwa kwa uhaini au waliopewa kesi ya uhaini na John H alichukua hiyo makala ambayo ilichapishwa katika wavuti wa bbc.com na iliandikwa na Sawi Sammy Awami uh, kutokea uh, Dar es Salaam, Tanzania, akiwa ni eh, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uchumi wa BBC nchini Tanzania. Alichukua hiyo linki akawa ameichapisha katika ukurasa wa X na akaandika maneno ya kwamba hawa ni viongozi watano wa upinzani Afrika walioshtakiwa kwa uhaini hivi karibuni. BBC News Swahili. Wanaonekana hapo. Nitakusomea hii makala ambao Sami alichambua kwa ukaribu kabisa kwa kina kabisa, lakini uh, logiki kubwa inakuwa ni namna ambavyo uh, John Heche anajaribu kuwaonesha wanachama wa Chadema na Watanzania kwamba si Lissu pekee ambaye ameshtakiwa kesi ya uhaini na ni viongozi mbalimbali ambao pia walikuja kuibuka kuwa washindi, achilia mbali kina Nelson Mandela, achilia mbali kina Robert Mugabe na watu wengine lakini pia hawa ni viongozi hivi karibuni, yani miaka ya hivi karibuni wameshtakiwa, na wengine wameshinda kuwa marais. BBC waliandika wafahamu viongozi watano wa upinzani Afrika walioshtakiwa kwa uhaini hivi karibuni, na Sami Awami kutokea Dar es Salaam akiripoti. Ilikuwa ni makala ambayo yaliichapisha Aprili kumi na nne. Mashtaka ya uhaini yanayomkabili kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema Tundu Antipas Lisu yametikisa chama hicho na kuishitua dunia. Siku ya Alhamisi tarehe kumi Aprili, karibu magazeti yote makubwa ya duniani yalikuwa na habari ya kesi ya Lisu kubwa kabisa. Mwenyekiti wa zamana Chadema Freeman Mboye ni kiongozi wa upinzani wa hivi karibuni kushtakiwa na kukaa ndani kwa takribani miezi nane kati ya mwaka 2021 hadi 2022, lakini yeye alishtakiwa kwa kosa tofauti la ugaidi ambalo halina dhamana hata hivyo kesi yake ilifutwa mwezi Machi 2022 baada ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali DPP kusema hana nia ya kuendelea na kesi tundulisu. Na kesi hii ya uhaini, anaweza kuwa ndiye mwanasiasa wa kwanza wa upinzani nchini Tanzania kushtakiwa kwa kosa hilo lisilo na dhamana lakini kwa bara la Afrika anaungana na wanasiasa wengine wapatao sita ambao serikali zao ziliwatia matatani kwa mashtaka kama hayo ya uhaini. Wa kwanza ni Kizza Besigye, pasi na shaka, mwanasiasa huyo wa upinzani kutoka nchini Uganda ndiye kinara wa mashtaka haya ya uhaini baada ya kushtakiwa mara mbili ndani ya kipindi cha miaka chini ya 15. Mara ya kwanza Besigye alishtakiwa kwa uhaini mnamo 2006, mashtaka aliyoambatana na ugaidi. Miaka kumi baadaye, 2016, Besigye alishtakiwa tena kwa kosa hili baada ya ku, kujiapisha kuwa rais kwa, raisi, kwa ku, amini kwamba ushindi aliopewa mshindani wake Rais Yoweri Museveni haukuwa wa haki. Mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne tena, Besigye alishtakiwa kwa uhaini baada ya kuwa ametekwa akiwa jijini Nairobi nchini Kenya na kudaiwa kusuka mpango wa kununua na kupanga kuingiza silaha nchini Uganda kwa nia ya kupindua serikali ya rais Museveni. Mwanasiasa huyu anayeaminiwa kuwa ndiye mwanasiasa wa upinzani aliyekamatwa mara nyingi kuliko yeyote yule duniani bado anasota jela akisubiria hatima ya kesi yake. Huyu wa pili ni Robert Kiagulanyi ama Bobi Wine kwa jina maarufu. Ni nchini Uganda. Humo pia anapatikana mwanasiasa Robert Kiagulanyi almaarufu Bobi Wine kutoka chama cha upinzani aliyekamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini chini ya miaka kumi iliyopita. Mnamo mwezi Agosti 2018, Bobby Wine alishtakiwa kwa uhaini pamoja na watu wengine 33. wengi wao wanasiasa baada ya msafara, wengi wao wana siasa baada ya msafara wa Rais Yoweri Museveni kushambuliwa na mawe. Mahakama ilisema Bobby Wine na wenzake walikuwa na mpango wa kumdhuru rais wa nchi hiyo. Watatu ni Hakainde Hichilema Upande wa kusini mwa Tanzania tunakutana na rais wa sasa wa, wa Zambia Hakainde Hikilema aliyeshitakiwa kwa kosa la uhaini. Hikilema alipewa mashtaka haya baada ya kugoma kuupisha msafara wa rais wa wakati ule Edgar Lungu uliyomkuta njiani. Hii ni kwa sababu Hikilema hakuwa anatambua Lungu kama rais halali wa nchi yao baada ya kupoteza kwa kura chache sana katika uchaguzi uliopita. Hikilema hii ni kwa sababu Hikilema hakuwa anatambua Lungu kama rais. Hii ni kwa sababu Hikilema hakuwa anamtambua Lungu kama rais halali wa nchi yao baada ya kupoteza kwa kura chache sana katika uchaguzi uliopita. Hikilema alisema Lungu ana chama chake waliibua waliiba Hikilema alisema Lungu na chama chake waliiba kura. Miaka minne kamili tangu kuachiliwa huru kwa mashtaka haya, aliachiliwa huru tarehe 16 Agosti 2017. Hikilema alitangazwa rais wa Zambia tarehe 16 Agosti 2021. Msiwe na wasiwasi, mtakuwa sawa tu hata msigali hamtapigwa mabomu ya machozi alisema Ikilema katika hotuba yake ya kukubali ushindi, huku akiaminika kwamba ujumbe huu ulikusudia ulikusudiwa kwa mtangulizi wake Lungu na serikali waliomnyanyasa kisiasa. Mwingine wamemwandika ni Ernest Bay Koroma, rais wa zamani wa Sierra Leone. Rais wa zamani wa Sierra Leone pia amewahi kukumbwa na madhira haya. Ilikuwa ni Januari mwaka jana tu ambapo mamlaka nchini humo ilimkuta Koroma na kosa la uhaini baada ya kumhusisha na jaribio la kutaka kumpindua rais wa nchi hiyo. Mashtaka haya yalibuka baada ya tukio la uvamizi wa kambi ya jeshi na kufutiwa, na kufuatiwa na uvamizi wa magereza ulioachiria huru wafungwa takriban elfu mbili. Mamlaka nchini humo zilihusisha matukio haya mawili na jaribio la kumpindua rais. Viongozi wa jumuiya ya kiuchumi ya Afrika Magharibi walijaribu kufanya makubaliano na Sierra Leone kuona kama watamwondolea mashtaka hayo Koroma, kwa sharti kwamba Koroma ahamie uhamishoni nchini Nigeria. Hata kama makubaliano haya yanafikiwa rasmi mnamo mwezi wa Januari 2024, Koroma aliruhusiwa na mahakama kwenda Nigeria kwa sababu ya matibabu. Lakini hata hivyo hakuna taarifa za uhakika ikiwa amerudi nchini Sierra Leone ama la. Mwingine ni Osman Sonko. Kiongozi huyu kijana alishtakiwa kwa uhaini na kuchochea machafuko nchini Senegal. Ni kiongozi anayejulikana kupendwa na vijana wengi ambapo mashtaka yake ya awali yahusuyo rushwa yaliibuka mtandaoni, yaliibua maandamano makubwa nchini humo na hata kusababisha vifo. Mashtaka haya yaliendelea hadi Disemba 2023, miezi kadhaa kabla ya uchaguzi ambapo mwezi Machi 2024 ambapo mwanafunzi wake wa siasa Bassirou Diomaye Faye aliposhinda uraisi na kumchagua Sonko kuwa waziri mkuu. Ni wazi kwamba mashtaka haya ya uhaini si mapya barani Afrika hasa kwa viongozi na wanasiasa wengine wa vyama vya upinzani. Hata hivyo wanasheria na watetezi wa haki za binadamu mara nyingi wameyaunganisha na visa vya kisiasa wanavyofanyiwa wapinzani kukwamisha vingoro kukwamisha vingoro, vingora, kukwamisha kuving'oa madarakani vya matawala. Huwezi kuyatenganisha mashtaka haya na siasa. Alikuwa anatoa elimu a wanasiasa wa Chadema lakini wamegeuza kuwa mashtaka ya uhaini, Ruge ameeleza, inshallah aliambia shirika la habari, la habari la Reuters. Huyu ni mwanasheria mkuu wa chama cha Chadema nchini Tanzania. Hasasa haya uh, ni makala ambayo Samia wami aliandika na BBC walichapisha kuonesha tu kwamba wako wanasiasa ambao wali shitakiwa kwa uhaini na bado walipojikwamua eh, ama walivogotoka katika mashtaka hayo walirejea katika mapambano na wakashinda urais, wakawa mawaziri wakuu na mambo kama hayo. Je, Lissu, hii inaweza kuwa ni tiketi ya kutoka kwenye uhaini, uhaini hadi kuja kwa rais wa Tanzania? Maoni yako pia tunaweza tukayasoma katika uwanja wa maoni, lakini pia juhudi za chama hicho ambacho kwa sasa kinaongozwa na kiongozi wake mwandamizi John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa uh, M for C, Movement for Change ama Chadema chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema chama cha demokrasia na